Je, umekuwa ukijiuliza mara nyingi ni jinsi gani utaweza kuondoa background ya picha yako? Hilo ni swali jingi kwa watu wanaopenda sana kuedit picha ambao wamekuwa wakijiuliza sana ni jinsi gani anaweza kuondoa background ya picha yake eh, ili kuweza kufanikisha edit yake. Sasa njia ni moja. Kwanza nikuombe tu kama hujasubscribe nakuomba bonyeza alama nyeusi iliyoandikwa subscribe ili kwa subscribe, ukae wa kwanza kupata kila update mpya ambayo tunako na upload katika YouTube channel yetu. Pia usahau kubonyeza alama ya kengele ili kuruhusu notification ya kila update ambayo tutakuwa na upload katika YouTube channel yetu. Fuata hatua hizo ili kuweza kuondoa background ya picha hii. Hatua ya kwanza kabisa unatakiwa kuifanya baada ya kushika simu yako, unatakiwa kwenda Play Store ukadownload application inayoitwa InShot. Application ya InShot ni hii hapa hii, InShot hii hapa. Unatakiwa uende Play Store kaidownload. Mimi nimeshaidownload hii hapa. Sasa naenda kuanza kukuelekeza jinsi gani utaweza kuitumia hii application kwenda kunini, kuondoa background ya picha yako, either ulipiga simu ambayo utaki background yake ionekane. Hatua ya kwanza utabonyeza hii application ya InShot. Ukishabonyeza itafunguka namna hiyo, kuna video, photo na collage. Sisi tunaenda kuondoa background, aya mwingine unaweza kujifunza mwenyewe taratibu. Tutaenda kwenye photo utabonyeza new, kwa sababu hizi nyingine zinakuwa zinakuwa nini draft, kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa wale ambao waishaanza kuzitumia InShot. Unaona? Utakuja kama hapa. Picha ninayotaka kuiondoa background, mfano hii hapa. Hii hapa. Hii tunaibonyeza. Mimi nilipiga ukutani kama unavyoiona. Sasa naondoaje background? Huku chini utaona kuna vitu vingi, vipengele vingi. Tutaenda kwenye cut out. Cut out ni kipengele hiki hapa hiki. Hiki hapa cut out tunakibonyeza. Sorry, nimejibonyeza tofauti. Cut out hapa tutabonyeza. Baada ya kubonyeza cut out, tutaiacha automatic, itakuwa ishatoka. Muona hapo ilipotoka, tutabonyeza alama ya tiki huko, muona. Hakikisha application ninayotumia inaitwa InShot. Tutabonyeza save, tutaiacha load hapo ili iweze ku save. Tutaiacha load hapa. Nimeconnect na wifi, kwa hiyo Okay tayari. Picha yetu hapa. Tushaondoa nini? Background. Sasa ukitaka kuedit ni wewe sasa, okay background hivi. Ila tushaondoa background. Mwanzo ilikuwa ukuta, sasa mna ukuta. Maana hiyo hizo ndo hatua pekee utazotumia kuweza kuondoa background ya picha yako kwa wale wapenzi wanaopenda kuedit picha zao. Mm. Nikuombe tu kama hujasubscribe subscribe, basi subscribe kwa ajili ya kupata update mbalimbali. Eh, na kubonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata kila notification ya video ambayo tutakuwa na iupload. Lakini pia usisahau ku like, comment na kushare video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, utakuwa umenipa shout out sana. Naomba nikutakie siku njema bye bye.